Viongozi tuko na jukumu kwa wananchi wetu ambao wamechagua, na sisi wote hapa ni viongozi. Sisi wote hapa ni viongozi. Mimi najua sisi wengine tunasema viongozi ni wale ambao wamechaguliwa, aa, hata kwa mbali owe ni viongozi, kwa ile kazi umekawa kwa hii kaunti. Kwa ile kazi umepewa na wananchi, wewe ni kiongozi. Let's demonstrate that the leadership to our people. This is purpose. Isiwe sisi tunagawanyika at the expense of our wananchi. Na hapa sisi viongozi wote ambao siasa imetugawa, ikifika mambo ya wananchi, the interests of our people, lazima wote kukuja pamoja. Wale wa zamani ama wa Kikuyu, ikifika mambo ya watu wao, ile inaweka kando. Unakuja kupigania mtu kani, unakuja kupigania Kikuyu, unakuja wacha tukienda kwa uwanja wa siasa